Na mtazamaji wa Manara TV leo na ripoti moja kwa moja kutokea hapa katika msikiti wa Idrisa miongoni mwa misikiti mikongwe kwa hapa Tanzania. Na kubwa zaidi ilionleta katika msikiti huu ni mara baada ya kuona baadhi ya video ambazo zilisambaa kwenye mitandao ya kijamii e, zikionyesha waumini wa dini ya Kiislamu wanaoswali hmm, katika msikiti huu wa Idrisa wakizozana na uongozi uliopo. Tumefika hapa na kuzungumza na waumini hao na kutuelezea nini hasa kilisababisha chanzo cha mgogoro huo, lakini pia msimamo wao ni upi. Utakumbuka kuwa Novemba 5 mwaka elfu mbili na

Tuliripoti kuhusiana na mgogoro uliokuwa ukiendelea katika msikiti huu wa Idrisa ambao ulihusisha mgogoro wa uongozi kwa maana ya kwamba uongozi uliopo ambao umemaliza muda wake umeogoma kutoka madarakani na uongozi mpya ambao unatakiwa kuingia. Na mara baada ya kufuatia swala hilo, tayari walikamilisha zoezi zima la ukabidhiwa msikiti, lakini mpaka hivi sasa, cha kushangaza, msikiti huo haujakabidhiwa kwa viongozi hao. Lakini kabla ya yote, tusikilize waumini wanazungumzia je, swala ambalo lilitokea wakati wa swala ya dhuhuri. Mtazamaji wa Manara TV, mbele yangu ni miongoni waumini wa msikiti wa Idrisa na tuko naye hapa kwa ajili ya kutuambia kitu gani hasa ambacho e, kimesababisha vurugu kutokea katika msikiti huu e, wakati wa swala ya adhuhuri? Wa wa wa na mida ya dhuhuri hapa kuna sitofahamu ilitokea katika msikiti wa Idrisa. Nini hasa kisababisha sitofahamu ile kutokea mara baada ya, ya waumini kushindwa kuelewana na viongozi wa msikiti. Uh, mimi nataka niseme tu, mimi ni mtoto wa Kariakoo, mimi maisha yangu nimelelewa Kariakoo, nimekulia Kariakoo, nilipooa ndo nikahamia mtaa Kagera, lakini sasa hivi nimerudi tena Kariakoo. Kwa hivyo msikiti wa Kariakoo nauelewa vizuri, ni nguzo katika nguzo ambazo zilizotuachia wazee wetu, yani akiwemo na marehemu babangu. uh, kitu kikubwa ambacho kilichokoa katika msikiti huu ni kwamba uongozi uliokuwepo, sisi waumini sisi waumini hatuwataki kwa sababu wanauacha msikiti mazingira kama unavyouona, angalia ulivyokuwa mchafu, si hapo mpaka vyooni. Sasa sisi tunaumia, tunaonekana watoto wa mjini wasafi, lakini nyumba ya Mungu ni chafu. Sasa mimi nina kaka zangu wakubwa chungu nzima ambao wamenizidi umri, ambao wako mitaa Jangwani, wana... Musa, vipi nyinyi ule msikiti? nikamwambia kuna utaratibu wake, unafanywa na kila kitu kinakwenda kwa utaratibu, akanambia basi sawa, tutakapokuwa tayari mtatuambia. Sasa mimi ni mtu wa kawaida, lakini baadhi ya wazee katika mji huu kanambia Musa, waongoze wenzako hili jahazi, tunakuachia wewe, sisi tuko nyuma yako, waongoze watoto kwa sababu Mwenyezi Mungu kakupa kipaji kitumie. Mimi nikasema alhamdulillah, kwanza kama wazazi wananisamini mimi, wazee wa hapa wananisamini mimi, wamenipa hii nafasi niitumie, nikawa naitumia, nikaanza program kwamba basi nipeni fomu niangalie Nikapewa fomu nikakagua mwenyewe nikaridhika, nikaambia pa, pa kuanzia wapi mpaka jua pa kuanzia mwee mwenyewe. Nikaenda zangu mpaka wilaya, yani wapi kule wanaita ofisi ya Bakwata wilaya. Alhamdulillah, wale viongozi ni wazuri, wamesema hizi taarifa hizi tunazo, lakini muda na ni kweli muda hawana kwa sababu wana mambo mengi shekhe, wana mambo mengi, ila kwetu dogo mpaka nawaonia huruma, wanachoka yani binadamu wale wana mambo mengi ambayo ya kutatua. Kwa hivyo nikawaomba nikawaambia, bwana, sisi ni wakazi wa pale, na kama mnavyoiona kwamba tayari nini, bodi imeshateuliwa na ulifanyika uchaguzi. Kwa hivyo sisi waumini, wajibu wetu kuwashirikisha baina ya wa askaria na sisi waumini tuweze kuunda nini, timu wale. Tokea mwaka jana tumewapa taarifa, hawataki kuondoka, na ndio maana mimi nikanajiuliza kuna nini humu ndani mpaka hawataki kuondoka eh? humu ndani kuna nini? Kumbe kula yao, kunywa yao, kuvaa yao, kulala yao wanategemea humu, wakati sisi hatuko hivyo. Sisi tunachojua humu ndani tunawalipa wahudumu, tunamlipa na imamu kama hajiwezi, lakini wao timu nzima, na hili ni wajibu kwamba hawa watu lazima walipwe. humu kuna wa... sisi hapa tuna watoto yatima watoto wale Mwenyezi Mungu wa mrehemu Alibasalehe tulikuwa nao na yeye, hii mambo ndo alioyaanzisha. Mwenyezi Mungu amlipe amsamehe yote madhambi yake huko aliko. Ile taasisi iko Kimlandizi, taasisi ile ilitoka ishapigwa stopu hapa, sisi tukaingilia kati, nikamwambia arudi nenda, kwa sababu hii taasisi ni mali yetu sisi waumini wa hapa. Kama hataki nje, ukae nje hapa, uchangishe sisi tutakuchangia hapa nje n vizuri, lakini sasa hivi imefika kwamba ile taasisi ikichangisha mchango siku ya Jumatano inaacha elfu sitini. Kile ikichangisha mchango inaacha elfu sitini ili sisi, linatuuma na tuliwaambia, mkitaka muhami hapo, muondosheni ondosheni huyu jamaa, kwa sababu ile taasisi ni ya kwetu. Kama mnaweza hawa watoto gawanini nyinyi, kama wewe una watoto wale, watoto wako zaidi ya arobaini hamsini, gawanini nyinyi humu ndani, alafu muondokene majumbani muache kule kutupu, lakini kama wale watoto tumewaeka sisi, manake lazima hii pesa ipatikane humu. Haya, akaja marehemu Sheikh Zuberi wa msikiti wa Mtoro, Mwenyezi Mungu amrehemu, ana mchango wa kensa. Ule mchango sisi bado tunapambana nao. Anayeongoza mchango ule alikuwa marehemu. Sasa hivi kuna imamu mmoja mnene mnene anaitwa Imamu Musa, ndo anayekuja. Akimaliza mchango anatoa laki, anaiacha. Huu ni upuuzi, ile ni pesa ya wagonjwa Shaka, wale wanaumwa kule, sio kama lazima baba wangu ni wazazi wetu wale, wale wanakwenda wanawasafisha wanawafanya hivi, na wale wanaosafisha wanaumia. Hebu jifikirie mimi na wewe, baba yetu awe anaumwa, watu wawili tu au watatu, kila mmoja atamwambia baba, hushughulikii. Lakini unamkuta daktari mmoja anahudumia wagonjwa zaidi ya nane. Tumshukuru Mungu, madaktari wanachoka, tuwe na huruma na wale madaktari. Sasa wametokezea watu kuwasaidia madaktari, ni jambo jema, na wale sisi wanawasaidia madaktari tuwape basi chochote, hakiwatoshi lakini tuwape wakasafishe wafanye hivi ili mambo yawe mazuri. Wanawatolesha shilingi laki moja ili linatuuma sisi watoto wa mjini. Narudia tena sisi watoto wa mjini tukiamua sisi kusema basi basi, hawa wote ni wageni hapa, hakuna hata mmoja anayekaa humu ndani, hakuna hata. Mimi nina ushahidi, hakuna hata mmoja humu, si wazee si vyatoto hakuna hata mmoja sisi wao, list yote hapa, mimi ninaijua, naijua kwa sababu nimekulia hapa tokea sijaoa, niko hapa mpaka nimeoa, mm. nakaribia kukujukuu. Kwa hiyo ninakusihini sana yani sana. Kwa hivyo baada ya mzozo huu kutokezea, wakapeleka ripoti kwa OCD. OCD kanifuata, nimeenda naye tumezungumza na wao, kawaita, nikamweleza, iwaueleza, wakatoa waraka wengine wakasema kwamba kuna kesi ambayo inahusisha masuala na hii nyumba, wamechanganya pamoja na nyumba hizi yani, mbili hizi uh, uh, ndogondogo hizi eh, wakasema hizi nyumba za taasisi. Sasa unajua ule mzozo baina askaria na familia sisi hautuhusu, kwa sababu askaria wanasema nyumba hizi za taasisi na hawa wanasema nyumba hizi za, za kwao. Sisi hautuhusu. Tunazojua sisi hizi nyumba ni za wakfu. Wakfu gani? Unajua katika wakfu Bakwata ndo wanajua zaidi kwa sababu wao ni wataalam zaidi. Hawa wanakaa humu tokiamie yaani tokeaniko mdogo nakumbuka, hawa wanakaa mumu ndani na hawajawahi kusema kwamba wanataka kufanya hivi wanataka kufanya hivi. Leo wasema kwamba hizi nyumba zinatakiwa mahesabu. Hizi nyumba hawa, tukawaeke wapi? Mimi ndio maana nikawa na hoji, hawa watu tukawaeke wapi? hawa watu, tuka wa... hawa watu tukawa, hawa watoto tukaweke wapi? Sawa, wazazi wao wametoa wakfu, lakini wakfu, wakfu ninavyojua mimi zisiuzwe. Wenye mamlaka kufanya hayo ni baraza kuu Bakwata, labda kwa sababu wao ndio topu na humsikiti unausajiliwa nini na katika kitu ambacho sasa hivi anachokipinga Sheikh Zuberi kuuza nyumba za wakfu, hicho kitu Sheikh Zuberi, Mwenyezi Mungu amjalie heri, anakipinga kwa nguvu zote. Hataki masahara na hilo nakasimamia hilo. Sasa kuna watu washakuwa na njaa, washastafu bandari kujisemea she nani yule, wanakuja huko ndani wanatusumbua, wanajifanya wao na mali ya msikiti, wameacha kulima wanakuja kutabu mtindo mmoja. Sisi tunatoa pesa zetu, wao wanatia matumboni mwao. Uangalie msikiti, siko nazungumza kwa baya. Ramadhani sio kipindi cha shati ya rangi. Tushabadilisha zulia huu. Na hisabu ishajulikana, tunataka milioni arobaini tununue hichi. Hii safari hata msikiti wa Kichangani wanaiga sasa hivi mwendo wetu tunaokwenda nao. Mufti, wa nani, nani, nani, shehe mkuu wa mkoa alikuwa hapo pale anaiga niliona kwa sikio langu mimi, kuna kiasi fulani tupate mazulia. Haikutimia lakini nikienda kwa mfadhili bwana mimi na milioni kumi na tano na milioni arobaini, naomba zulia hizi hapa. Yeye, yeah, atatoa kwa ajili ya Allah. Jebu sasa nyinyi mnataka leo ndio mikono mitupu, nani atakupa? Nenda kaangalieni vyoo kule vilivyokuwa vichafu, msikiti wa Mjini, vyoo vichafu. Mida hii ya Ramadhani msikiti wote wallahi, na mimi nimefunga, msikiti umejaa kunguni. Wewe ukiingia kule mwisho unaondoka nao, yaani sisi wageni wetu, baina ya sisi na kunguni. kitu hichi kimoja, roho inatuuma. Mtoto wa mjini unakuwa na kunguni? Mtoto wa mjini kweli unakuwa na kunguni, kunguni? roho inatuma kusema kweli. Kwa hivyo wazazi ama wazee wa mtaa huu wameamua kuniteua wa mimi Musa, nenda, sisi tuko nyuma yako, hakuna mkamwambia, shati langu, asije akapigwa mtu. Hata akikupiga, ninyi mpigeni picha, tunaenda kumshtaki fulani, katupiga, kwa sababu sisi tunagombania fito hii eh, tunagombania uongozi, nani akae, ili aweze kusongesha mbele Uislamu, sio kuchumia tumbo lake shehe. Tuna njaa na sisi vile vile, lakini hatujazitoa tumboni tukaziweka kichwani, ziko tumboni, zimekaa zimetulia. Sasa mmekuwa mkiathirika vipi kutokana na hiki ambacho kinaendelea katika msikiti wa Idrisa? Tunaathirika kwa sema mambo ya kuwa matatu, sisi waamini hatushirikishwi na chochote hapo, hatujui hesabu za matumizi za msikiti huo, hatujui msaada unaoingia ama unaotoka kupita katika msikiti huo, na sisi wenyewe ndio wahusika na sisi mwanzo. Wakati tunaingia unajua, unaweza ukamwanga akaingia mtu ukamfurahia. Mimi nikawafuata, mimi mwenyewe binafsi nikawafuata Wajamena waumini wa hapa mtaani hamjawashirikisha, ndio wenye msikiti. Wakasea tunalifanyia kazi, shekhe. Huu ni mwaka, mwaka wa tisa. kwa hiyo hili jambo wilaya Ilala, alhamdulillahi, Mwenyezi Mungu ajalie kheri, wanalijua vizuri na wanajitahidi kupambana nalo. Wanalijua vizuri tu kasababu katika kitu ambacho kinachoniuma hili jambo kuja kuwakabidhi mpaka jeshi la polisi, wakati serikali haina dini. Sisi tuna taasisi zetu tena ziko imara sana yani, imara, lakini kun... msimamo wenu, msimamo wenu, msimamo wenu nyinyi kama waumini katika kutokana hichi kinachoendelea? Msimamo wetu sisi kama waumini sisi tutaendelea kwa ajili ya kudai hii haki yetu, hii ni haki ya waumini, tutaendelea kuidai, kwa sababu sisi katika huu msikiti ndio tuliojenga, wazazi wetu ndio waliojenga. Tunawaheshimu sana askaria, na wakifanya shughuli hawafanyi askaria kama askaria, hutuomba michango umo la, wakisema kwamba hili jengo ni la kwao tu, wasituombe michango msikitini, wasiseme tunaomba mchango. Watu waingie tusali, tuondoke. Lakini wakisema wanaomba mchango, maana wanatushirikisha na sisi, na hili si jengo la mtu binafsi, hili la waumini wote. Tumekubaliana kwamba hichi kitu ni cha waumini, tukifanye kuwa kwa cha waumini wote. Mimi naomba sana hilo, kama mkazi wa hapa. Mimi sasa hivi nimehamia Mtawa Pemba, nilikuwa nakaa Mtawa Likoma, hapo nyumba ya pili tu hapo kutoka msikiti. Nimemaliza, asante. Mimi naitwa Mgeni Ramadhani Mgeni, ni muumini wa dini ya Kiislamu na ni Muislamu, na mimi huwa ninafanya ibada katika msikiti huu, lakini pia tunafahamu taratibu zinazoendelea katika msikiti huu. Lakini kitu cha kusikitisha kwamba kilichotokea leo ni kitu cha kusikitisha sana kwa waumini wa dini ya Kiislamu haswa kwa mwezi huu wa mtukufu wa Ramadhani. Serikali inahitajika kuingilia hili jambo kwa umakini mkubwa na kwa nguvu kubwa, serikali ije hapa kwa sababu kuna matatizo makubwa, na kadri siku zinavyoendelea, serikali wanaweza wakaja kukuta maiti humu ndani kwa sababu waumini wamechoka. Waumini wanahitaji eh, mandhari nzuri ya msikiti huu. Kwa hivyo mambo wanayoyafanya humu ndani ni mambo ya kusikitisha na ni mambo ya ajabu msikiti huu unavyouona si hivyo kama mara kwanza walivyokuwa. Umekuwa ni tofauti kwa sasa, humo ndani huduma zimekuwa tofauti, michango imekuwa ya kila aina, lakini pia unaweza kaingia humo ndani ukakuta vitu vya ajabu ajabu. Msikiti huu hata kupumzika kupumzika uwezi kupumzika, kunguni kunguni, juu ya ya mambo kila aina yanayofanyika, kitu ambacho ni kinyume na utaratibu na dini yetu sisi ya Kiislamu, jinsi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyofundisha na alivyotoa mafundisho kwa mujibu wa dini yetu sisi ya Kiislamu. Ndio maana tunaambiwa alislamu nadhifu, lakini umsikiti una shida. Watu wameingia umu, wamekuja kutengeneza maisha ya kula. Basi sivyo kusimama katika dini eh, ya kiislamu kama vile mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyotuongoza. Kwa hivyo, umu kuna shida na kuna matatizo, na serikali iingilie kati jambo hili, kwa sababu leo umeona watu wameanza kutimwana umu ndani msikitini. Lakini kadi siku zinavyoendelea kama serikali na chombo kikubwa cha bakata hawajaingilia hili swala kutakuwa kuna shida kwa sababu hao ambao wengine wanaongoza ndani ya msikiti huu, hiyo ibada yenyewe wafanye. Allahu Akbar, mtu anakimbilia sanduku. Sasa huo ndo udini kwamba mtu atakuswali ya swali, yeah, imamu akisema asalamu alaikum e, yeah, huku swali ya swali wanakimbilia sanduku. Ni shida, ni matatizo. Kwa hivyo, jambo hili sisi tunasema kwa tahadhari, tunasema kwa tahadhari kwamba serikali iingilie kati kwa jambo hili, kama walivyoingilia msikiti wa Manyema na hapa waingie serikali waje kufanya kazi yao. La sivyo, atakuja matatizo atakuja kutokea matatizo kwa sisi tuna uswali na kwa sisi tulioona hadha ka, e, msikiti huu. Kwa hivyo kuna shida, na pengine kwa ufupi sana, kitu gani hasa kimetokea wakati wa dhuhuri, wakati wa swala ya dhuhuri? Ah, kitu kikubwa kilichotokea, waumini wanahitaji uongozi mpya wa msikiti. Hilo ndio tatizo hawa wengine waliokuwepo hawa manufaa yao yamekuwa ni shida, yaani maendeleo wa msikiti umekuwa na shida. Watu wanachangisha michango, mtu mchango unachangishwa laki tano luku, lakini siku mbili siku tatu inachangishwa tena. Kwa hiyo hiyo imekuwa ni shida katika msikiti huu. Lakini maji yana shida hapa. Zamani eh, msikiti huu maji yalikuwa yanafanyiwa maboresho, usafi yanasafishwa, unasafisha lakini hata una, kunywa tulikuwa tunakunywa msikiti huu, lakini sasa hivi imekuwa shida msikiti huu maji ya chumvi, maji yana shida, vyooni humu kuna shida, ni matatizo. Kwa hivyo rai yangu mimi, naiomba serikali kwa sababu kuna chombo kikubwa cha BAKWATA, waangalie jambo hili kwa umakini, waje kutatua matatizo haya kwa haraka, waje kuliondoa hili jambo ambalo lilikuwepo ndani ya msikiti huu, kwa sababu waumini wanalalamika, wana waumini wameshachoka sasa. Sehemu unapoona mpaka saa saba watu wanaanza kupigana humu, ina maana ni shida. Sasa sisi kwa uchungu tumeona, tulizungumza hili lionekane na serikali, walione na waumini walione kwa makini. Naitwa mshimiwa au Saskenge Omar Kenge naitwa, napatikana msikiti wa Idrisa, mfanya biashara maarufu. Kichotokea leo hapa bwana ni watu waumini wamechoka na uongozi uliopo awali wa zamani, kwa sababu ni mambo mengi no, yanayohitajika mo ndani yanatolewa na waumini, hayafaniki hayaonekani. Sasa kama nategemea tunapigishana mchango ya, ya mazulia hayaonekani, mathalan vitabu vijuzuu havionekani, koki hazionekani, pia waumini wale wa viongozi wanapojua wana wanataka wao. Sasa waumini wamechoka, kiufupi waumini wamechoka, wajua kuchoka, wamechoka na BAKWATA saitu hawataki wa BAKWATA wao pia wanabeba jukumu hilo kufanya Uislamu pia msikiti huu waache viongozi waliokuwa mabatili. BAKWATA kama BAKWATA, kwa sababu washakuja hapa wanashangalia wanajua taarifa zote, wao wapo tu wanaangalia, wanatutia watu nende nyie, nende nyie, mpaka waumini zile wao wamekotoka, na bado tutaendelea kuchoka kama waumini siku yote, wakati wote tunaliamsha tena sisi wenyewe waumini, kama serikali imeshindwa kuitia mkono wake na nabakata meshinda kuongoza kufuata jukumu hili, kutetea haki ya Mwenyezi Mungu. Iko wapi? Mnatuekea haki ya mashetani. Sasa sisi hatukubali, hatukubadi haki ya nini shetani. Tunataka haki ya Mwenyezi Mungu iwepo wakati wote, saa yoyote tunalia, tunaliamsa tena popo, hatuchoki. Nyinyi kama waamini mkiathirika, mmekuwa vipi? na na haya athirika kwa sababu vingi sana vinatakiwa pale viletwe, vinaomba vitolewe hapa, vinatolewa na waamini havionekani. Utendaji la kwanza, la pili Maimamu wanakuja ni surwa, kukuni, su, kuhuni, su, nini, tafsiri mzuri za Kurani, wanawekwa watu hii bado zoezi likalipo. Wakishindwa serikali, wakishindwa Bakwata, waumini tutalifanyia kazi kama pale pale tulipo na bado kama ni kutoweka ndani watatoweka ndani sana tu na wengi tu, kwa sababu waumini Mwenyezi Mungu si mmoja wala si wawili wala si hamsini, wanazaliwa na wanaendelea mbele. Sawa Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali? hali nzuri kabisa. Nini hasa ambacho kinapelekea haya yote katika msikiti wa Idrisa? Haya msikiti wa Idrisa inapelekea mambo yote haya ni utaratibu mbovu uliokuwepo wa viongozi waliopo, wameufanya msikiti kama jalala. Msikiti hauko katika hadhi yake ya kimsikiti. Msikiti unatakiwa uwe na hadhi ya kimsikiti muumini akisali ajue wapi anasali. Ibada siku zote inataka sehemu nadhifu, na ule msikiti unadhifu umepoteza. Katika hali hii kipindi kirefu tumemvumilia, waumini tumeona hii hali inatutesa. Baada ya kuwafuta board of trustees mpya walokabidhiwa msikiti, tukauliza mmekwama wapi ndugu zetu? wakasema sisi hatujakwama. Na kweli wiki mbili zilizopita uongozi wa BAKWATA wilaya ulikuja kwa ajili ya kuwakabidhi msikiti ili watafute kamati ya waumini wa kuendesha msikiti vizuri. Bahati nzuri au mbaya akatokea imamu mmoja katika imamu wa askaria akasimama akasema ili swala yeye halielewi, akasema ili swala kalisikia kwenye redio mbao haliko sawa. Kwa hivyo anachoomba shekhe atulie, aongee na board of trustee na mambo mengine. Basi hatukutosheka hapo, tukarudi kituo cha polisi pamoja na board of trustee iliyokabidhiwa msikiti upya, tukaongea nao. Polisi wakasema msije mkafanya lolote bila maamuzi kutoka BAKWATA. Tukarudi tena ofisi ya wilaya ya BAKWATA ofisi ya wilaya BAKWATA, tukawaelezea tukamwambia, bodi mpya imechaguliwa, majina ndo haya, kapachikeni na waelezeni waumini, kwa mabodi mpya ni nyingi. Hapo sasa, wakati tunataka kulieleza hilo swala, ndio istifahamu likatokezea kati ya sisi na walio kuwepo. Sasa tulipopachika zile karatasi za kuonyesha bodi mpya ya wadhamini, na baada kumalizika saba, waumini, karatasi ya kumalizika saba kuitangaza waumini walisimama, mwanamuumini mmoja alikabidhiwa karatasi akasimama atoe spichi wao wakaja juu, waumini wow, wote msikitini nzima waliinuka kwa pamoja kumwambia huwezi kumzuia muumini kutoa wazo lake. Wale bwana wakakasirika, wakazima main switch. Tukawasha main switch, tukaendelea na mapambano. Baada ya mapambano kumalizika, wakaelekea kituo cha polisi. Bahati nzuri, yule bwana aliosimamia zoezi lile akachukuliwa polisi. Alipochukuliwa polisi, walichukuliwa vijana wawili Walipochukua vijana wawili, nikaona vipi wa vijana wangu wanakwenda kituoni? Kuna tatizo gani? Mwenyewe nikaunga cheni kwenda kituoni kwa sindikiza. Kweli tulipofika tukaingia kusini wa OCD. OCD akatupa taratibu, jamani mnafanya nini? Jamani kuna nini? Tukamwambia OCD pale hakuna tatizo. Tatizo wanalo hawa wenzetu. Bahati nzuri au mbaya, wakakusanyana upande wa pili wakaja. Walipokuja tegemeo lao kwamba wamekutana na bodi mpya iliyosajiliwa, matokeo yake wamekutana na waumini wa msikiti wa Idrisa. OCD akauliza tatizo nini? Tukamwambia hawa waulize waumini wameweka wapi katika msikiti huu? Kwa sababu waumini ni pati moja katika msikiti. Msikiti una pati nyingi, una pati tatu, pati moja ni waumini na waumini ndio pati kubwa kwenye msikiti. Sasa msikiti hauko katika hadhi yake. Waumini hawawezi kulikubali hilo. Wale mabwana kuulizwa hilo kusema kweli hawana hilo kusema kweli, wakawa hawana jawabu. OCD akamwambia, jamani nyinyi muda wenu si umeisha?" Akamwambia, "Kweli muda wetu sisi umekwisha, lakini tunasubiri sheria itutoe na vilevile vile, hii bodi iliyoteuliwa sisi hatukushirikishwa kwenye uchaguzi, ndio la lalamiko letu akamba, lakini muda wenu umekwisha. Wakaikubali palepale mbele ya usidi kwa muda wao wao umemalizika. Kwa hivyo nasubiri taratibu tu, tukapewa ushauri na usidi, rudini tena ofisi ya wilaya BAKWATA, ofisi ya wilaya BAKWATA wamwandikie ofisa kanda maalumu Dar es Salaam. Baada ya kumwandikia ofisa kanda maalum Dar es Salaam, yeye yeah, ofisa kanda maalum Dar es Salaam atatuletea kitu ripoti wa OCD Msimbazi. Ikifika kwa OCD Msimbazi, mimi nitakuja kwa utekelezaji, baada ya kupewa amri na bosi wangu kutoka juu, lakini naomba msifanye fujo. Ni hayo tu kwa, mch kwa mchana wa leo alitokea mchana wa leo umezungumza kwamba wao wanadai kuwa hawawezi kutoka mpaka pale sheria itakapowatoa kwa maana ya kwamba uh, uchaguzi we kama muumini uchaguzi uliofanyika ni kweli, wao hawakushirikishwa wao walipewa taarifa, lakini baada ya kupewa taarifa hawakuzitilia maanani, kwa sababu wale wenzi wao wanaona hawako sawa, kwa sababu pale kuna istifahamu mbili, kuna msikiti, kuna na nyumba. Sasa unajua kama kulivyo sasa hivi, watu wanaangalia zaidi kwenye mali sawa. Sasa wale wenzi wao wametolea zaidi kwenye mali, sio kwenye msikiti, ndio maana hawaushughuliki ule msikiti. Sasa waamini tuko kwenye kusali, ayo masuala mengine ni ya kwao wao No, na, na pale polisi lipofika tu, kuna kesi mbili, kuna kesi za nyumba na kuna kesi ya msikiti. Sasa bodi ya trust mpya ilipotaka ilipo kuteuliwa, wao walipoa taarifa, wakashindwa kuhudhuria vikao. Wenzao wao kaendesha uchaguzi. Na uchaguzi hauzuii kama wewe ukufika, ukufika, ukufika, tu. Wenzao wanaendelea na uchaguzi. Uchaguzi umefanyika Rita wamepitisha, na Bakwata ndio walikuwa nasimamia uchaguzi ule, na Bakwata walihakikisha kuna, na wao walipokea barua kutoka Bakwata na waliitwa na viongozi wa Bakwata kuambiwa siku ya Ijumaa tarehe fulani tunakuja kuwakabidhi uongozi mpya msikiti. Na kweli Bakwato walifika siku iliyofika, wao wakazuia stake action. Walipozuia stake action, Bakwato walitumia busara ya hali ya juu, waliamua kutulia na kukabili majukumu yao kubaki nayo moyoni na kuondoka nayo. Kwa hivyo, mpaka leo watu wanaendelea kufuatilia nani anastahili kukaa kwa muda huu, na wao ameshakaa miaka kumi miaka mitano wamekaa kihalali, miaka mitano wamekaa bila uhalali, kwa sababu bodi kila baada ya miaka mitano huwa inachaguliwa. Sawa bwana, kila baada ya miaka mitano huwa inachaguliwa. Sasa wao wameshakaa miaka kumi, ina maana wako nje ya, ya katiba yao. Sawa bwana, ya katiba yao ya, ya askaria trustia. Lakini sisi waumini tunasikitika na uchafu wa msikiti, ubovu wa msikiti. Naona bwana kweli msikiti, mwezi wa Ramadhani hata umekosa kupola rangi kweli. Msikiti unaingia chooni, unashindwa mpaka unakunja suruali, eh suruali unapandisha mpaka juu ya magoti, haiwezekani vitu kama hivyo havikubaliki. Kwa hivyo wa waumini, mchana wa leo tuliwaomba bodi mpya watupe majina ya bodi mpya tuyatangaze. Kweli tuyatangaza fujo ikatokea, e, lakini fujo wetu, tunashukuru Mungu hakuna aliyopigwa hakuna aliyoumia. Naona bwana tumekwenda no, kwa usalama. Baadaye polisi wakatimiza wajibu wao. Na pengine kwa haya sasa ambayo yanaendelea kwa hivi sasa katika msikiti huu wa Idrisa, nyinyi kama waumini mmekuwa mkiathirika kwa namna gani? Sisi waumini tunaathirika kwa upande mwingi, upande mmoja, upande wa ibada, kwa sababu ibada inahitaji usafi wa hali ya juu katika kitu kinachohitaji usafi ajuni, nyingine, wa hali ya juu ni ibada. Sawa na swala nyingine, waumini hatujui tunachokitoa kinakwenda wapi. Kila baada ya swala waumini tunachangia laki tano laki sita laki saba laki mbili laki moja laki nusu, lakini hatuelewi inakwenda wapi. Sasa hizi ndio zinatoa huduma kwenye msikiti. Sasa kama hazifanyi vile inavyotakiwa, lazima roho zituume. Kama waumini roho lazima zituume, na kusema kweli, mchana nilipofanyika fujo, waumini wote walimuunga mkono msemaji, sio watu walikuweko msikitini msemaji sio alokoko msikitini, kama yule kijana aliosimama wiki iliyopita kumzuia imamu. Anasema hizi habari hazijui kazisikia kwenye redio mbao, redio mbao. Shekhe yuko mlango, hata kumpa kusalimia waumini umeshindwa? Shekhe wako wa ilaya, shekhe wako akakata kasimama, unashindwa kumpa spika akasalimia waumini eh? unasema umesikia redio mbao. Unampa heshima gani shekhe wako? katika Uislamu, hakuna taratibu hizo. Uislamu kawaida, akija mshekhe, ana, inakwenda kwa anaanza shekhe wa kata, shekhe wa kata, shekhe wa kata akitoka shehe wa kata na mkabisha shekhe wa wilaya. Kama kuna wa mkoa na karibishwa wa mkoa. Lakini unasema wewe umesikia redio mbao, ina maana watu wote msikitini hawana akili wao ndio wenye akili eh? redio mbao zinakuja msikitini moja moja kufanya jambo kubwa kama hilo? Kwa hivyo kusema kweli ni swala lile tukasi kwanza kutoka kwa shekhe wetu wa wilaya na shekhe wetu wa kata ile swala, kusema kweli, waamini hatakuwa na nalo na, na, na mpaka kesho hatuko radhi nalo. Sawa bwana. Kwa hivyo sisi tutaendelea, tutashirikiana na bodi mpya kadi litakavyokuwa tuhakikishe haki imepatikana. Msimamo wenu sasa ni upi mpaka hivi sasa kuhakikisha kwamba msikiti wa Idrisa unarudi kwenye hadhi yake iliyokuwa nayo hapo? Msimamo wetu sisi tumeishauri bodi mpya ile iliyoteuliwa kwamba wate cover, wate cover, wateue kamati ya waumini ambayo itakuwa nje ya bodi. Bodi iwasimamie kamati ya waumini utekelezaji wa maswala. Atakayemwona bodi huyu hafai, bodi mnyanyua weke mwingine. Waumini wako wengi. Pana waumini zaidi ya 2200 hapa. Ni msikiti mkubwa katika misikiti ya Kariakoo mkubwa mmoja ni Idrisa. Ona, ukitafuta misikiti mikubwa Kariakoo moja ni Idrisa, unaweza kuwa namba moja au namba mbili, sawa bwana? Lakini kwa hali uliona sasa hivi uko namba kumi na moja. Eh, tumepoa, tumepoa, tupo tunapambana. Ah.